Guys, nilikuwa nasikia tu utapeli, utapeli. Sikwahi kutana kutapeli wala kufanya lakini leo kilichonikuta nilikuwa zangu Gongo la Mboto. Baada ya mchana, mchana hivi. Nilikuwa na Bolt kuja mimi nakaa Kimara. Nika Bolt ili nije Kimara. Bolt kana nembela ndefu sana alafu nilikuwa out of budget. Nikaona kwani nikipanda daladala ni issue gani? Sio, sio issue kubwa, la nini? Nikaona subiri daladala. Wakati niko nasubiri daladala pale Akaja mama tu, unaona amechoka choka, yani amechoka, ukimwangalia mavazi yake na nini. Kaambia mwanangu, sasa hivi salama. Nikamsalimia, samahani na, ni mimi naenda sehemu fulani, lakini mwenyeji wangu natakiwa nimtaarifu, mtaarifu anielekeze vizuri. Mimi sina simu, ila namba naijua kichwani. Na simu yako? Mi nikaona sio swala, nikatoa paswe, nikamwambia nikataja namba, akataja namba, nikaandika, nikapiga, ikaita, nikampa, nikampa simu akaongea na simu pale pale, kaongea kamaliza, namsikia anamwambia sijui ndio sehemu fulani haya haya sawa. Unaona, mimi nikatoka pale, gari ikaja, yule mama baada ya kumaliza na gari ikaja, mimi nikapanda kwenye gari, sikufuatilia kama yule mama alipanda au vipi kabisa. Naendelea na nipo kwenye gari sasa, tumetembea tembea hadi kufika Tambali nafikiri, yani kwa kumbukumbu zangu kama ilikuwa Banana, lakini sikumbuki, sielewi vizuri maana sasa hivyo ni mgeni kule cool sifahamu. Kuna mkaka tu, yani kuna mkaka tu hivi smart. Yaani yuko kawaida. Akaanza kusema, "Jamani nimeibiwa simu yangu. Nimeibiwa simu yangu natafuta simu yangu huko ndani." Umko, yani anza kwenye daladala, "Nimeibiwa simu yangu, nataka simu yangu." Mtu ana shout yani, anaonyesha kwamba ameibiwa kwa mimi tena, nikaja, jamani, watu wanaiba simu, kurudishana nyuma. Nikaanza najiongelesha mwenyewe mwenyewe na jirani, yaani yule mtu ambaye nimekaa naye siti ya pembeni, nikasema watu wanarudishana nyuma kwa kuibia wenzao simu. Sasa yule abiria yu, yu, yu, yu, yule mkaka akawa na shout, yaani kwamba aelewe anataka simu yake kwao, na akamwambia yeye, simu mpanda nao na uhakika ndio ni mpanda nao, ataja namba tuipigie. <tidopHz> sijui niseme nini, lakini nilipigwa na butwaa, nilipigwa na bumbuazi, mwili uliniisha nguvu ba yani, yule anataja namba, nasikia anataja namba ya kwangu mimi. Anataja kaanza kwanza, nikajua maybe namba zinafanana, mpaka anataja namba ya mwisho ni namba ambayo ile ya kwangu mimi, na ipo kwenye line ya simu yangu simu. Leo anachoongea yule konda, anapiga ile simu inaita kwangu, niliishiwa nguvu. Watu sasa yani pale watu wakaanza, ah, dada mzuri lakini mwizi wewe, dada, sijui na nini. Yule kaka kana shortage, achukue ile simu mimi yani, hawanipi hata nafasi ya kujitetea, nataka simu yangu ndio, iPhone sijui na nini. Mimi nikiangalia iPhone yangu, jamani, ndio iende vivi? Nikasema hapana, kama huu utapeli leo na ukomesha. Nikasema ja, yani kila nitaka kuongea watu wana shout, wengine waacha waacha, nataka kutaka kunipiga, unaona. Mimi nikamwambia konda huyo, si anasema hii simu yake, atoe password, ataje password ya hii simu. Mimi natoa kama umebadilisha, sijui na nini Hivi mnaelewa kitu ambacho naongea? Akataja mimi pa, pateni yangu ni namba, akataja zile namba kweli. Nikamwambia tuingie gallery, kama ikikutikana picha yangu basi ya kwangu, kama hakuna basi ni ya kwake yule kaka. Amna, huo ni usumbufu simu yangu afu uanze kunipotezea muda muda wote. Mimi nataka nichukue kitu iko hapo, kana naomba nichukue simu yangu, yaani mpaka sasa hivi ninavyosema yule baba niliyekaa naye karibu Mungu ambariki ampe maisha marefu. Yule baba akanikiingia kifua. Tofauti na hapo simu ilikuwa inaenda. Unaona? Simu ilikuwa inaenda. Yule baba akasema, jamani msichukue nguvu. Siwajua mimi nilikao kukutana. Yule baba akasimama pale kwenye kitu kwa mbele akanikiingia kifua. Muache yule dada ajieleze. Kwa nini wewe kaka hataki yule dada ajieleze? Mimi ndo kwanza kuelezea hii simu kuna mtu ni mwazima apige namba. Yule kaka alivyoona sasa anamshinda kete, akasema mimi nitajua nitakachokufanya, hiyo simu utailipa sijui na nini. Akashuka kwenye gari akaondoka. Mimi muda huo tena nilipo na roho ndogo, maskini, machozi hapo nalia kama mwenda wazimu. Yule kaka akashuka, watu sasa ndo kugundua kwamba hiyo simu ya kwangu, baada ya kwa kutoa kuweka face ID yangu ikatoka kuonyesha picha kwenye simu, ndo kuniamini kusema, he, yani mtu aweza katapeliwa hivi hivi ule kaka maana alikuwa mkali anipi nafasi mimi nikiongea kiona tunaongea, kachanyanya sauti mlada mzuri mwizi sijui nini. I say nilikuwa natapeliwa leo lakini, namshukuru yule baba, Mungu ambariki, ampe maisha ampe haja moyo wake. I say nilikuwa natapeliwa leo hii, simu ninge hey. Yesu na Maria, ningelia kama mbwa yaani, ningekoma kwa mujiazali. Muwe makini, mtu yeyote kama umjui, wema unaponza nisinge mwazima ule mama yule simu Yaani, kitu ambacho nilichokuja kugundua kwamba wakati na mwazima yule mama simu, wewe ndio alimpigia yule kaka. Alivompigia yule kaka akanoti namba yangu, yaani akaikalili. Ya aliyofika kwenye daladala ndo akakianzisha kwa kutaja namba yangu. Ko, muwe makini kuazimisha simu, msiazimishe jamani, mtakuja mtapeliwe vibaya, yaani. <laughs>